Mahrez alizaliwa mjini Sarcelles Ufaransa, na hakuwa star wa mapema. Alikulia kwenye mitaa yenye changamoto akicheza mpira kwa furaha zaidi ya ndoto. Kwa mwili wake mdogo na mwembamba, makocha wengi walimpuuza akisema hana nguvu za kucheza mpira ushindani, lakini Mahrez hakuacha ndoto yake. Aliendelea kufanya mazoezi kila siku akijituma kwa bidii kuliko wengine. Alianza kucheza kwenye ligi ndogo za Ufaransa, na mara nyingine alisafiri kwa basi saa nyingi akibeba begi moja tu ili kufika mazoezini. Alikuwa uja, kumilane, na tamaa moja kuonyesha kipaji chake. Hatimaye klabu ya Leicester City limnasa mwaka elfu mbili kumi na nne wakati anawasili Uingereza, mashabiki wengi hawakumjua, lakini kupitia kazi ngumu, nidhamu na imani, Mahrez ling'aa msimu 2015-2016 akawa kiungo tegemewa aliyeongoza Leicester kuandika historia kwa kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Uingereza. Leo hii Mahrez anachukuliwa kama mfano wa wachezaji waliothibitisha kwamba njia ya kufanikiwa ndoto haitegemei mwili mkubwa au mwanzo bora bali uvumilivu, imani na bidii isiyokoma. Mimi ni Agadias Ikoha na hii ni Amaika Radio.